Na mi nimesimama hapa kusimenti walioongea wenzangu. Kwanza tunawapongeza sana Wanachunya kupitia mheshimiwa DC na timu yako kwa ubunifu huu. Nadhani sio wilaya nyingi ambazo zimejengwa hospitali kwa mapato hayo ya ndani, nadhani sahihi kabisa. Kwa mi nawapongeza sana, cha kwanza kwa kutenga bajeti kupitia mapato yenu ya ndani kujenga kituo cha afya. Sabawe ni maelekezo ya serikali, ni maelekezo ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluh Hasani na nyie mmeyatekeleza kwa vitendo. Ni wapongez wananchi kwa michango yenu, nimeona hapa milioni na zimetokwa kwa wananchi lenyewe. Pia tujipigie makofi sana wananchi kwa kuunga mkono juhudi za serikali, lakini pasina shaka tumekagua hapa miundombinu yote iliyojengwa na hiyo hospitali Tumeona jengo la mama na mtoto, tumeona jengo la wagonjwa wa nje, tumeona jengo la kuhifadhia maiti, tumeona jengo la maabara. Kwa kweli tunawapongeza sana, mradi uko vizuri. Tunapongeza sana kwa moyo wa dhati, mimi na kamati yangu ya siasa. Pasina shaka mradi uko vizuri kabisa. Tumeona majengo yamejenga katika standard ambayo inakubalika na, na tunaamini Mkikamilisha kama ilivyosema DMO vifaa vokamilika, watu wetu wa kata hii ya Sangambi na wilaya ya Chunya watapata huduma zilizo bora kama ilivyosema katibu na mneki, badala ya watu kuelekea Mbeya hospitali ya rufaa, sasa huduma zote zitapatikana hapa. Kwa hiyo tunawapongeza sana, na huu ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Jambo ambalo nataka kulisisitiza hapa DMO, DC na watu wako, ni swala la mfumo. Tumuone ni changamoto kwamba ni lazima muhakikishe mfumo unafanya kazi vizuri hasa kwa kusajili wagonjwa. Nimeona pale inachukua dakika tano, sita, mpaka mfumo ukubali kumsajili mgonjwa kwa mgonjwa ambaye ameumwa, lakini nimekubali kwamba mnatumia manual. Ndio maana sijaongea kwa ukali tena. Kwamba kwa mfumo unasumbua, lakini bado mnaweza kumsajili afu baadaye mnaingiza taarifa. Kwa hiyo jambo la msingi sana, boresheni mfumo ili uwe fast, sababu bado utakuta wewe daktari anaposti kule taarifa za mgonjwa mtu wa maabara kichelewa kupata taarifa bado, ninakuta mgonjwa anapata usumbufu. Hatutaki mgonjwa apate usumbufu wowote, hata kukaa dakika tano pale hajahudumiwa. <totipa> Katika mwaka wa fedha 2021 2022, ofisi ya rais TAMISEMI ilitoa maelekezo ya matumizi ya mapato ya ndani kwa kujenga miundombinu ya elimu pamoja na afya, ambapo Halmashauri ya Wilaya Chunya ilielekezwa kutenga fedha kiasi cha shilingi milioni 500 kwa ajili ya kujenga kituo cha afya. <totipa> Lengo la mradi, Mheshimiwa mwenyekiti, Lengo la mradi huu ni kusogeza huduma karibu na wananchi kwa kujenga kituo cha afya kinachojitosheleza. Mheshimiwa Mwenyekiti, majengo vipa ya vipaumbele yaliyokuwa yamekusudiwa ni kama ifuatavyo. Jengo la wagonjwa wa nje OPD, jengo la upasuaji, wodi ya wazazi maternity, jengo la kufulia nguo laundry, jengo la kuhifadhia maiti mochwali, maabara la, laboratory, ujenzi wa kichomea taka incinerator, ujenzi wa njia za kupita walkway. Bajeti ya mradi: ujenzi wa kituo cha afya ulikadiriwa kutumia shilingi milioni 867 laki tano na elfu 25,944, mpaka ukamilika kwa miundombinu yote ambayo ilikusudiwa kujengwa. Kiasi cha fedha kilichopokelewa. Mheshimiwa mwenyekiti, mradi huu unatekelezwa kwa mapato ya ndani ya halmashauri na nguvu ya wananchi. Mwaka 2021, 2022 halmashauri ilianza kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online website ama tovuti tunapatikana kwa www chunyadc go tz, lakini Instagram tunapatikana Chunya underscore official.